Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kama nilivyosema mwanzoni mwa ibada yetu, nina furaha kubwa kupata nafasi hii kuja kusali pamoja nanyi wakristo wenzangu wa, wa parokia hii ya Nsenya, hasa kwa namna ya pekee siku ya leo tunaposherehekea kwa namna ya pekee kuzaliwa kwake mkombozi wetu Yesu Kristo tunasherekea kuzaliwa kwa mkombozi wetu. Sasa nilipokuwa na tafakari nini tuweze kuweza kushirikishana neno hili la Mungu kwa kifupi tu, tunasherekea mwanzo wa historia ya ukombozi wetu, ukombozi wetu sisi wanadamu toka Mungu alipotuumba nasi wanadamu tulipo mwasi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu kwa huruma yake na upendo akaamua aje akae pamoja nasi atwayo binadamu wetu kwa lengo moja tu la kutukomboa. Kwa hiyo hilo linanipa faraja kwamba tunaanza kutafakari historia ya ukombozi wa mwanadamu, hasa maandiko matakatifu yanatusaidia kulitafakari hilo, kwamba manabii walipita na waliagua wa, walitabiri. Kwa hiyo halikuja ghafla, ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Na hivi tunasikia nabii Isaya pia juu ya utabiri huo, akitabiri juu ya ujio wa Masiha mkombozi wetu, na sifa zinatajwa. Huyo mtoto atakayezaliwa, mtoto mwanamume, mwenye uweza wa kifalme utakaokuwa begani mwake na hivi nabii Isaya anadhihirisha kwamba huyu anayezaliwa anatoka katika kiti cha enzi cha Daudi. Na hivi Masiha, kama ilivyotabiriwa, anatoka katika ukoo wa Daudi, anatoka katika ukoo wa Daudi. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Masiha kweli, ndiye anayetoka katika ukoo wa Daudi, kwa sababu Yusufu anatoka katika ukoo wa Daudi kwa hiyo hiyo inadhihirisha. Lakini kikubwa zaidi ambacho katika somo hili la kwanza ambacho mimi ningependa tukitafakari zaidi katika utabiri huo, huyo anayekuja huyo mkombozi wetu ana sifa nyingi zinatajwa: mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Na ni kweli katika Yesu Kristo tunaona nguvu ya Mungu inajidhihirisha katika Yesu Kristo. Ndio mfalme huyu tuliyemtegemea ambaye alifufua wafu, ambaye aliponya magonjwa, alilisha watu. Haya yote yanadhihirisha ukuu wa Mungu uliokuwa katika Yesu Kristo, na hivi Yesu Kristo anadhihirisha wa Mungu wake anadhihirisha wa Mungu wake <coughs> ni mfalme wa amani. Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Sisi sote tumefundishwa kama Wakristo, eh? kwamba tuwapende mpaka maadui, na hilo Yesu pia alivionyesha mpaka pale msalabani. Angeweza kulipa kisasi kwamba Mungu waangamize hao watesi wangu, lakini akasema usihesabu makosa yao. Kumbe inawezekana ni ngumu, lakini inawezekana kusameheana, kutakiana amani badala ya visasi. Tusiwe watu washari Tuwe watu wa kusameana na kupendana. Ndio huyu masia ambaye anaelezwa na nabii Isaya alipotabiri alipoamia. Kwa hiyo, hizi sifa hizi ndizo sifa za Yesu Kristo, masia wa kweli, kama ilivyotabiriwa na nabii Isaya. Yesu anatambia ukipigwa shaku la kushoto au la kuume, ugeuzie na shabulingile maana ake usiwe mtu wa kisasi, usiwe mtu wa kisasi. Sasa hiyo ni amani, hiyo ni amani. Kwa hiyo tuwe watu wapenda amani, na katika somo la pili unaona Paulo anapomwandikia Tito anaeleza kwamba kweli neema ya Mungu mwokozi wetu eh, inayowaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Kumbe tunaposherekea leo kuzaliwa kwake mkombozi wetu, ndipo neema ya ukombozi inaanza, inafunuliwa. Safari ya ukombozi wa mwanadamu inafunuliwa, neema hiyo imefunuliwa. Na hivi anamweleza Yesu Kristo, huyu ndio ja, aliyetuletea neema hmm. kwa hiyo inatufundisha nini neema hiyo ya Mungu? Kuto kukata tamaa eh, na kukataa nini kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Kwa hiyo haya mali mwengu, neema hii tusaidie iwe ya ukombozi kweli, kukataa yale yanayotupotosha na mwelekeo huu wa mkombozi wetu. Hi anasema kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi, haki kwa taua. Kwa hiyo hilo ndio la msingi, kuwa watu wa haki wapenda wengine na kuwahudumia wengine kwa hiyo ndugu zangu tunapotafakari na kusherehekea kuzaliwa kwake mkombozi wetu yesu kristo tuchukue tunu hizi tukitambua kwamba yesu kristo amezaliwa ili atukomboe ndio neema hiyo imefunuliwa katika maisha yetu tuitumie neema hiyo kwa kukataa mabaya yoyote haya katika maisha yetu na katika Injili tunasikia simulizi hili la kuzaliwa kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Hasa hili ndio ningependa tujikite zaidi katika kulitafakari. Kwanza ni tendo la kihistoria kwamba lilitokea leo, hii tunaadhimisha miaka elfu mbili na ishirini na tano ya kuzaliwa kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Ni jubilei, ni jubilei ya miaka hiyo ya ukombozi wetu, tangia historia hii ya ukombozi inapoanza. Kwa kwa hiyo tunaposikia juu ya historia hii ya kuzaliwa kwake mkombozi wetu Kristo ni tendo la kihistoria kama tulivyosikia kwamba sensa ilifanyika watu walienda kuhesabiwa kwa hiyo ni tendo la kihistoria na unapoongelea tendo la kihistoria lakini urudi pia katika uhalisia leo hii tunahesabu miaka 2025 tunaanza lini kuhesabu kwa hiyo tunaposema tendo la kihistoria linaenda mbali zaidi iwe Mkristo au sio Mkristo tumeanza kuhesabu au tunasema eh, kabla ya Kristo kabla ya Kristo au kabla ya Kristo, KK, ndivyo tulivyojifunza kwenye historia KK. Kumbe mwanadamu kwanza kuhesabu kwa alianza kuhesabu kwa kwa kwa hiyo, au unarudi nyuma, KK, kabla ya Kristo, au unaenda mbele unasema baada ya Kristo, tasabk. Ndivyo tumejifunza katika historia, nadhani sote tumejifunza hivyo sasa maana yake nini? Kama unaanza kusema baada ya Kristo, kwa hiyo hiyo ni historia, uwe mkristo uwe sio mkristo, ni historia yetu, tunahesabu baada ya Kristo. E, leo ni miaka elfu mbili na ishirini na tano ndio tunapandika katika kaenda yetu. Kwa hiyo hili ni tendo la kihistoria. Yesu Kristo mungu mtu anatupa historia, anaonyesha historia historia ya kombozwetu historia mwanadamu pia. Kwa hiyo haitoshi hilo, tunapo tafakari pia sasa, kwa nini kwa nini Mungu, kwa nini Mungu anakuja kutukomboa katika hali hii ya kinyongi? Tukianza kuulizana hapa, wewe ulizaliwa wapi? Utasema hospitali, mwingine nyumbani, mwingine. Je, hapa kuna mtu anaweza akanyosha mkono kwamba alizaliwa kwenye hori la ng'ombe? <laughs> au la nguruwe kwenye zizi? Hakuna. Ulizaliwa wapi? Hospitali, kitandani, mahali pazuri pazuri tu. Kwa nini Mungu aliyeumba kila kitu ni chake, ni tajiri, kwa nini alijishusha hivi kuzaliwa katika hapa? Tungeweza kutafakari, Mungu kwa kweli anataka kutunyanyua sisi, tuonekane sisi sote tu sawa wakweza angeweza kwenda kuzaliwa jamani, kwenye familia za kitajiri. Walikuwepo akina Herode, walikuwa kwa watu wengi. Anachagua hali hii ya unyonge ili kutukweza sisi sote tuweza hapo. Tungeweza kwenye tafakari usawa katika ubinadamu wetu. Mungu anataka tu, tuonekane wote sawa. Aliye tajiri Mungu aliye tajiri, lakini Mungu anaamua kuzaliwa katika hali hii ya unyonge. Haitoshi, hata taarifa zenyewe watu, yakitokea mambo makuu, wanachukua vyombo vya habari, una unachukua vyombo vya habari kama huyu mwenzetu hapa, unawakusanya na wengine wote, ili wakuone mambo makuu uliyoyapaa. Lakini eti taarifa za kwanza za kuzaliwa mfalme mkombozi wanaanza kupewa wachungaji, watu ambao walizalaulika mno. Tabia za wachungaji, nadhani wengi tumechunga, kuiba mali hii viazi vya bia watu kuchunga tabia, ile ile, wengi tumechunga nini? Kuchunga viazi kwa mashamba ya watu. Kwa hiyo hata miaka ile wachungaji walizalaulika sana, hawakujua neno la Mungu. Sasa unaona hati ndio wanakuwa kwanza kupewa taarifa hii kuu ya ukombozi wa ulimwengu watu wa chini ndio hiyo. Sasa nasema kwamba kweli amewakweza wanyenyekevu, na hivi ni fundisho kwetu, tusipende pia kudharauliana, tusidharau wale tunaowaona kwa hao ni niwaci huyu anajua nini, mimi najua zaidi nii miad, mimi sijui nani? Hapana ah, sote tu sawa mbele ya Mungu, na hivi tukitanguliza hilo la usawa, tutatendana pia Mungu ndiye amejionyesha. Hmm. Hivyo wale mnao wadharau wanyonge na ili amewakweza waonekane. Kama wewe unamwona mtu fulani kwamba si kitu kwako, basi badilika, badilika. Mbele ya Mungu huyo ana thamani, kwanza sote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio hali hiyo ya kiunyonge kuwakweza wanyonge, tumeisikia hiyo vizuri lakini zaidi ya hilo, tunaambiwa huyo aliyezaliwa ni mwokozi wetu, ndiye Kristo Bwana, na inadhihirishwa kwamba anatoka katika ukoo wa Daudi. Sasa hili waijili wanaposisitiza hili, kusisitiza natoka ukoo wa Daudi, ni katika kuonyesha pia kwamba Yesu Kristo tunasema ana huruka mbili, necha mbili ni Mungu mtu ni Mungu mtu, kwamba neno ametoa mwili ndani ya mama Bikira Maria akafanyika kuwa mwanadamu. Kwa hiyo ni Mungu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu Bikira Maria alipata hiyo mimba. Kwa hiyo ni Mungu, huyo aliyezaliwa ni mkombozi wetu, ni Mungu, lakini upande wa pili ni mwanadamu, kwa sababu alitoa ubinadamu wetu ndani ya tumbo la mama Bikira Maria. Sasa hilo la binadamu ndilo linalodhihirishwa kwamba sawa ni binadamu, lakini kutoka ukoo upi? Kumbuka waliotabiri manabii kwamba masiha mkombozi, ndiye Kristo anatoka ukoo wa Daudi. Kwa hiyo Yusufu kule kukubali ule mpango wa mwenyezi Mungu, mungu Mungu alipomtuma malaika Gabrieli akamtaarifu kwamba umpokee bikira Maria kwamba ni mke wako. Kule kukubali kwake ndiko kulikothibitisha sasa, au kulikofanya Yesu Kristo aingizwe katika ukoo wa Daudi, na hivi ndiye masia aliyetabiriwa. Kwa hiyo huyo ndiye mkombozi. Sasa, ndugu zangu wapendwa katika Kristo, ni mengi ambayo tukiweza kuyatafakari, lakini turudi nyuma. Hii pia ina maana gani? Huyu Yesu Kristo anayezaliwa mkombozi, ina maana ana maana gani kwetu? Nini anachotutaka? Sifa ni kama zile tulizosikia: ni mfalme wa amani, mpenda haki, anayependa watu wote. Hizo sifa ndizo za mkombozi wetu, na ndizo hizo tunapaswa hata sisi kuzitafakari kwamba tuwe wanyenyekevu na kukubali mpango wa Mungu, kwamba Yesu Kristo kweli azaliwe ndani ya mioyo yetu, tubadilike. Kuna mtaalamu mmoja toka Ujerumani alikuwa anaitwa, alikuwa anaitwa Angelus Seibus. Angelus aliandika hivi akasema, Yesu Kristo angeweza kuzaliwa mara elfu elfu Betlehemu, angeweza hata sasa, angeweza kuzaliwa mara elfu, lakini lakini anasema ni ubatili, ni ubatili kama Yesu azaliwi ndani ya nafsi yangu. Yaani hii historia hii ni historia, angeweza kuzaliwa mara nini lakini ni kitu gani kwangu mimi kama azaliwi kwangu? Ni ujiza hii ingeweza kutendeka mara ene, kama hazaliwi ndani ya nafsi yangu yote nupatii. Kumbe la msingi ni hili, kwamba tukubali mpango huu wa Mungu, kwamba Yesu azaliwe ndani ya nafsi zetu, hii itakuwa na maana kwamba sisi tubadilike haya ambayo Yesu Kristo eh, ameyafanya: huruma, upendo kwa wengine, kujali wenye shida. Sisi tuwe faraja, tuwapelekee watu matumaini, na ndilo linalosisitizwa pia katika jubilei ya mwaka huu ambao tunaifunga kijimbo. Karibu majimbo yote ulimwenguni, majimbo Katoliki tunafunga tarehe ishirini na nani mwezo kunabii lakini, kwa kanisa zima ulimwenguni pale Vatican itafungwa tarehe 6 Januari 2026. Ndiyo jubilei ya Ukristo wetu tunayosherekea kuzaliwa kwake mkombozi wetu Yesu Kristo, itafungwa na katika malengo mengine aliyokuwa ametuambia Baba Mtakatifu huyo Francis alituambia tuwe faraja, tuwe mahujaji wa matumaini, tupeleke matumaini kwa wenye shida na waliokata tamaa. Nicho icho kifanya Yesu akaleta matumaini kwa wanaotengwa hawa, tunaoona kwamba ni maskini. Matumaini, Yesu amekuwa tumaini la kila mtu, amekuwa faraja ya kila mtu. Sasa wakati mwingine wewe ndio unafikiria Je, nasi tunakuwa faraja? Kwanza tunaleta matumaini kwa waliokata tamaa. Wangapi wamekata tamaa? Wako wengi. Wangapi wanahitaji msaada wetu? Wako wengi. Je, wewe pale unapoishikiwe nyumbani, iwe wapi, kweli umekuwa faraja? Umeleta matumaini? Sasa maujaji wa matumaini tunasema eh, ishirini ishirini na tano jubilee ishirini ishirini na tano au jubilee ishirini ishirini na tano maujaji wa eh, matumaini eh, tunapeleka matumaini lakini au eh, ndio jubilei inaisha matumaini ndio ambayo tunafikia. tuyafikie tu yapeleke hasa kwa ajili wengine wenye shida, huo Kristo wetu ndio utakuwa na maana. Sasa unajua, katika katika nilikuwa na nafurahi pia nimemwona mtoto wetu anapenda kwenda kwenye pango, pango lile ndio ishara ya mahali ambapo Yesu alizaliwa kweli. <coughs> Tunafanya juhudi kumrudisha na nini na kadhalika, lakini unaona anafurahia. Sasa kuna hadithi moja, kuna hadithi mojaaai ati moja wa kule kanisani aliandaa pango kama hivyo. Desturi yetu ya Katoliki pango ndio ishara kwamba mtoto Yesu amezaliwa alizaliwa katika hali hiyo. Sasa akaeka vizuri, akaeka na kale kananilii kasanamu kamtoto Yesu. Ah, kasanamu kamtotou. Kwa hiyo kesho yake ndio misa ya mchana, akaja eh, alikuwa wazi, kaangalia pango mtoto aikatotokale Kazenda maka. Hata nakuwa pango gani? Anza kwambia kakaenda walinzi. Walinzi, kuna kuna mtu amechukua na nili. Kas Sanamu ya mtoto Yesu. Mm, atia moto. Padre hmm, akachanganyikiwa. Kaja alipo kuuliza mhudumu mwingine pale anasema ni sisa ajui. Ah, kakata tamaa, baada ya pango gani alina mtoto Yesu. Sijui watu wakiniuliza nitasemaje. Si wameiba. Akatoka pale akaenda kakaa mahali watu wanapokunywa kahawa, naongea nauliza tu jamani, na ah, wala hujamuona Yesu? Anachukua mtoto Yesu. Hujamuona? Ah, mara anaona mtoto mmoja anakuja kule na, na kitoroli ile vitoi vya plastiki vya magari Anaendesha anaweka tupiku mbele, anaendesha. Ile mtoto ona, toka familia maskini, atakuwa anapata hapo kesi. Wajua, wakati wa Christmas tunaposema mambo ya furaha, kupeana, ni wakati wa kupeana zawadi kwa kawaida. Kwa wale wachoyo, wajue, wajua hilo kupeana zawadi kwa <laughs> ikano, sasa kumelewa <laughs> mtoto pale, mtani wametoa zawadi ya vigali vigali, naye amepata.

Kwa hiyo akajisikia furaha kwamba amembeba mtoto. Padre akisa ndio mtoto wake. Yes. Amepata mtoto Yesu. <laughs> Yaani ni mambo yanayoleta furaha. Lakini usimfokee mfano kama mutoto, umfokea, yani, huyu mtoto akumfokea ile pale. Usifoke. Yaani huyu ana imani kwamba amembeba ah, Yesu na inawezekana alipata baraka kubwa kuliko hata sisi wengine, tunaenda tutainama. Huyu alipata baraka kwa sababu ndio ahadi aliyoweka. Wa, nini? Humula, aria, kulimi, gali, kwa nini anakaa tu mla yeye asikulimi na gari mtoto? Mwasi tunabebwa. Amewekwa tu mle abebwi. Unaona kwa mtaka kupata gari mtamtembeza mtoto wake kijijini hapa. Na alimtembeza. <laughs> Inawezekana yaani, unawezekana mtoto yule akaa amepata muujiza. Kwa hiyo unaweza, anakimbilia anataka kumguza mtoto yetu. Unaweza, mtu huyu alienda kumguza mtoto, amepata baraka kubwa sana, kwa sababu anajua ni mtoto yetu na inawezekana anajua kabisa lakini nilitaka tu mfurahi ili mjue, amenikumbusha historia hiyo, adifi hiyo. Hebu e, na sisi tufikirie kwamba tunachokifanya sio kwamba ni, ni maigizo hapana. Tendo hili la kilitujia kweli. Yesu huyu aliyezaliwa miaka elfu mbili na ishirini na tano iliyopita anazaliwa ndani ya nafsi zetu, hilo ndio la msingi na nitubadili, jamani, tuwe watu wema, kujali wengine. Mi wakati mwingine huwa wanajiuliza, hivi hao wagonjwa wenye shida kwenye jumuiya zenu hao wako wako huko, lakini wakati mwingine mnashindwa hata kumsaidia mgonjwa e, bima ya afya tu ametindikiwa laki moja elfu hamsini kweli. Mimi nadhani ndio huko tungekuwa tunasaidiana, na anamarifeie, nilikuwa na, na salidi nikawaambia, "watu mimi sijaiona jumuiya ambayo wanafanya harambee eti fulani mtoto wake ada imepungukiwa kumchangee, ila harambee za sendofu harusi, hizo ndio unaziona. Eh hey, kumbe michango ipo kwa ajili ya sherehe tu. Kwamba mmoja ana shida, hatuwezi kufanya mchango tumsaidie? timaposea katika Ukristo wetu tunakosea tu- tu- tunapojisema tu, tujisikie uchungu, tuwe faraja kwa wenye shida. Ni hapo hivi mkisaidiana, ila sasa hata msiwaachie yote, kwamba umepungukiwa kweli, mtu elfu hamsini laki moja tuchangiana, yanawezekana na maisha kaenda, isiwe tu tunachangiana kwenye harusi <tik> na send off Mtu mwingine angehitaji ange kwenda matibabu lakini amepungukiwa, huko si ndio? Tungefahamiana vizuri huko, ndio tungeonyesha Ukristo wetu, huruma yetu, kwa sababu ukiingia kiundani, ukiingia kiundani ni huruma na upendo wa Mungu kushuka duniani ili tukomboe, nadhani ndio hilo tungelichota huruka hiyo huruma na upendo wa Kristo uwe kwetu, kwa wenye shida tuwanyenyue hao tuwajali hao maskini na wahitaji. Hapo kweli tutasema Krismasi imefana. Kwa hiyo naombeni ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunapotafakari matendo makuu haya ya Mungu. Kweli haya matendo yadhihirike ndani ya mioyo yetu, na ndiyo somo la pili, mwisho ni pale nimemalia wale walio na juhudi katika matendo mema, wenye juhudi katika matendo. Tuwe na juhudi katika matendo mema, kwa kwa ujumla, matendo mema yanalipa kuliko matendo mabaya. Tunapotenda matendo mema kwanza kweli unapa matumaini wale wenye shida hiyo aliyetendewa, lakini yanaleta baraka. Tendo jema linaleta baraka. Unapofikiria kumtendea ku mwanzako ubaya, unapoteza muda, unapoteza muda eh, unapoteza muda kumtendea kwanza. Hebu fikiria zile nguvu za kufikiria mtu huyu amenitendea hiki ngoja nilipe kisasi. Unatumia akili nyingi, sijui labda nimvizie hapa, sijui labda eh, nikivizie hapa, si wataniona eh? Sasa uno, unatumia nguvu nyingi kuliko. Wanasema kusamehe na kutenda tendo jema ni tiba, roho yako itatulia. Kusamehe ni tiba. Yo, kwa tujitahidi kwajilizan wapendwa katika Kristo. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetoa mwili wetu kuwa kama sisi ili nasi tuwe kama yeye. Kwa hiyo ametukweza na ameukweza mwili huu wa kibinadamu ameukweza. Kwa hiyo tuwe tuheshimiane, tupendane.